Wakati hawa ya kijiri aliyekuwa naibu wa rais nai Rigathi Gachagua amemkashifu Rais Ruto kwa kuendelea kutumia vyombo vya usalama kama vile maafisa wa polisi kumtishia mwaka mmoja baada yake kuondolewa mamlakani. Gachagua amesema kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alimruhusu Rais Ruto kufanya kampeni maeneo yote nchini licha ya tofauti walizokuwa nazo wakati huo. Kinara huyo wa DCP amewataka viongozi wa ODM kukoma kumpinga ama kumpiga vita rais mstaafu akisema, anayelenga ama anayetaka kusambaratisha ODM si mwingine ila ni rais Ruto mwenyewe. Hata ukipiga sisi, hata ukipiga hii wa Kristo, hata ukituma wahuni, mambo yako hapa mlimani imekwisha. The more, the more you intimidate these people the more you apply violence against the mountain people and their leaders the more they hate you and the more determined they are to send you home please grow up uachana na hii tabia na mimi nataka nikuulize William Ruto wewe siku mlikosana na Uhuru Kenyatta for 5 years alikubalia wewe kutembea hapo mlimani si ndio alimzuia Mbona wewe wanatuzuia kutembea nyumbani kwetu. Uhuru Kenyatta never stopped you from coming to the mountain. Despite your differences, he allowed you free movement in the country. Here in the mountain, you are here more than he was. Na mimi niambie hiyo watu ya ODM msitumiwe na Ruto kutukana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi alimsaidia hapa mlimani na 1.3 million votes. Nyinyi wenyewe mkakosa kwenda kupiga kura mkaanguka. Kwa hivyo msilaumu Rais Uhuru Kenyatta, shida ya ODM ni William Ruto. Ameamua ataigawanya, atai na ataimaliza. Amemwambia Hassan Joho adimad kuwa apate leader ndiyo anyimwe aende aanzishe chama ya pwani, auwe ODM pwani. Amemwambia Oparanya Aende adimad kuwa apate leader ndio wanyimwe aende anzishe chama huko Western.